Fistula ni nini? Fistula ni tundu lisilo la kawaida linalounganisha sehemu mbili za mwili ambazo kwa kawaida hazipaswi kuungana. Kwa wanawake Hali hii mara nyingi hutokea kati ya sehemu za siri za mwanamke na kibofu cha mkojo au njia ya haja kubwa, hivyo kumfanya mgonjwa kushindwa kuzuia haja au kutokwa na haja kubwa katika njia ya uzazi. Mara nyingi husababishwa na kujeruhiwa kwa sehemu hizo wakati wa kujifungua hasa kwa wanawake wanaozaa katika umri mdogo au wanaokosa msaada stahiki wakati wa kuzaa. Kwa mujibu wa shirika la Afya Duniani, inakadiriwa kuwa wanawake zaidi ya milioni mbili kutoka Afrika na Asia wanaishi na ugonjwa huu bila kupatiwa matibabu yoyote. Kwa upande wa Tanzania, wengi wamekuwa wakitafuta msaada kwa waganga wa jadi. Ingawa kwa jitihada za serikali, tatizo hili limepungua kwa kiasi kikubwa miaka ya hivi karibuni. Nini kusababisha fistula? Ugonjwa wa fistula unaweza kusababishwa na mambo kadhaa ikiwemo yafuatayo. Majeraha wakati wa kujifungua, maambukizi ya mfumo wa uzazi PID, magonjwa ya utumbo mpana kama vile Crohn, saratani ya mfumo wa uzazi au utumbo mpana, majeraha yanayotokana na ajali au pasuaji wa sehemu ya nyonga. Fistula husababisha mwanamke kukusa furaha kupata maambukizi ya mara kwa mara katika njia ya uzazi, kukosa kujiamini na kukata tamaa katika ndoa. Dalili za fistula. Kutokwa na haja kubwa katika njia ya uzazi, kuwa na harufu mbaya muda mwingi katika sehemu za siri, kupatwa na maambukizi ya mara kwa mara katika sehemu za siri, kujisikia maumivu ya nyonga mara kwa mara hasa wakati wa tendo la ndoa. Uchunguzi. Pindi unapokuwa na dalili hizo hapo juu unashauriwa kumwona daktari kwa uchunguzi zaidi. Tegemea daktari kukuuliza maswali ya kina, kama vile dalili ulizo nazo, lini zimeanza, je, dalili hizi zipo muda wote au hutekea mara kwa mara, kama zilianza baada ya kuzaa au la, kama zinapungua au kuzidi, kama ulishawahi kufanyiwa upasuaji kabla au la. Daktari atakufanyia uchunguzi kwa njia mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kuangalia kama kuna uvimbe, kidonda, au dalili yoyote ya saratani. Vingine ni kama vile kuangalia kwa vifaa maalum ili kuona kama kuna tundu la fistula kwenye kibofu cha mkojo au kwenye ukuta wa nyuma wa mfumo wa uzazi. Kingine ni kwamba daktari anaweza kuingiza maji ya rangi kwenye njia ya haja kubwa na kuweka tampon kwenye njia ya uzazi na baadaye kuangalia kama rangi hiyo imeenda mbele au la. Hatua nyingine zinahusisha kufanyiwa vipimo vya mionzi x-ray baada ya kuingizwa kwa kemikali maalum zinazoonekana kwenye x-ray, yani contrast, zitakazosaidia kuona kama kuna tundu. Vipimo vingine ni kama vile CT scan, MRI na kadhalika. Tiba. Baada ya daktari kujiridhisha na vipimo kuwa mgonjwa ana fistula, mara nyingi njia pekee ya kupambana na tatizo hili ni upasuaji ili kuziba tundu. Hivyo kwa asilimia kubwa mgonjwa atashauriwa kufanyiwa upasuaji. Kabla ya upasuaji, endapo mgonjwa ana maambukizi katika kipindi cha uchunguzi basi atapewa dawa antibiotics kwanza, ili kupambana na maambukizi kisha kupanga upasuaji kulingana na hali yake ya kiafya. Maswali ya msingi ambayo mgonjwa anafaa kumuuliza daktari wakati wa uchunguzi ni kama vile: nini kimesababisha fistula? Nini kinasababisha dalili alizonazo? Je, ni tatizo la muda au la kudumu? Na nini kifanyike ili kuondokana na tatizo hili au kupunguza dalili za tatizo hili. Vitu vingine ni kama vile namna gani ya kutibu fistula au dalili hizi endapo upasuaji hauwezekani kutokana na sababu mbalimbali. Mbali. Je, mgonjwa afanye nini akiwa nyumbani? Kwa mgonjwa ambaye tayari amebainika na fistula na anasubiri tiba, anatakiwa azingatia mambo yafuatayo akiwa nyumbani. Kuosha sehemu za nje za siri kila anapohisi kutokwa na majimaji. Kuepuka kutumia sabuni ndani ya sehemu za siri wakati wa kuosha. Kila anapoosha ahakikishe anakausha kwa kitambaa kisafi. Aepuke kuvaa nguo za ndani zinazobana ili kuruhusu mzunguko wa hewa. Kama tatizo ni kubwa, anashauriwa kutumia pads na kuzibadilisha mara kwa mara. Jamii kwa ujumla inafaa itambue ukubwa wa tatizo hili na kuwapa msaada wa hali na mali wagonjwa. Mtu wa kwanza kumpa msaada mgonjwa ni mume wake, mzazi wake na ndugu zake wengine. Hivyo, familia nzima inafaa kushirikishwa kwenye hatua zote za matibabu ili kumpa moyo mgonjwa na kuondoa unyanyapaa. Hili sio tatizo linaloweza kutibiwa kwa waganga wa jadi, kwani inahitaji upasuaji.